katika maisha yetu ya kila siku uh, ni kuwa yataka mwislamu ajitahidi kusoma suna za mtume salawatullahi wasalamu alaihi, kwa sababu suna za mtume ni nyingi alizozifundisha, na kila tukisoma suna za mtume na tukazitekeleza wale wenye kufanya uzushi na wenye kupenda uzushi watashindwa mbele ya matokeo ya sisi wenye kui, kuitabikisha ile sunna. Kwa hivyo wewe unayelingania sunna, yataka uwe ni mtu umebeba zile akhlaki za mtume salawatullahi wasalamu alaihi. Kisha kwa nini mtu akapenda uzushi? Angalia siku zote, sababu ya mtu kupenda uzushi kwanza ni pale anapoishi, sehemu anaoishi akiwa amezungukwa na wazushi, yeye huona ule uzushi ndio dini. Kwa hiyo hawa wanahitaji nini? Watu kama hawa wanahitaji hikma ya kuonyeshwa kwamba haya, hata mungekuwa mumearithi, mumeinukia nayo, mmewazoea siyo dini ya Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo moja, linamfanya mtu kubaki katika bidaa. Jambo la pili ni maslaha. Bidaa nyingi utaona zimefungamana na kula kula, bidaa nyingi utaziona zimefungamana na kula kula, na mwanadamu hupenda kula. Sasa munapokuja kumziwilia yule mwenye kupenda bidaa kwa sababu ya kupenda kula, muonesheni na suna ambao kuna kula, huisheni suna ya aqiqa. Suna ya aqiqa ikihuishwa, wanaozaliwa na wenye kufa wengi ni wapi? Wengi ndio wanaozaliwa. Kwa siku huzaliwa watoto kumi, huzaliwa watoto ishirini, kwa siku hufa mtu mmoja. Kwa hiyo tukihuisha suna ya aqiqa yani siku ya sabaa, kwamba mtoto wa kiume atindiwe mbuzi wawili wa kike mbuzi mmoja watu wakifahamu, kwamba kufuata suna pia iko kula jamaa, bora tu tuzisome tu, tu, tu, tu, zile suna kwa uzuri. Tuhusheni suna ya limatul arusi, wanaooa ni wengi kuliko wanaokufa tukihuisha suna ya limatul arusi na ile limatul arusi ikawa wanapewa wale wanaostahiki kwa sababu leo lima nyingi haifai kuhudhuria, kwa sababu sharu lwalima walimatun tuda ilaihi laghniyau watutraku lfuqara, shari za walima, yani kile chakula cha harusi, waitwe watu matajiri, waachwe wale maskini. wale maskini utawakuta wako kwenye gate crashers pale kwenye milango. Hawa ndio walikuwa ni ahaki ku, kuitwa katika ile, kwa hivyo utaona katika katika mambo ya bidaa sana, kuna masalih, ndio utaona wale wanaopigania zile na nini. Hawapiganii kwamba hawajui hii, kwamba sio sawa, wala hawajui kwamba hii si sunna. Wako wengine husema kwamba hii si sunna, lakini mbona huwachi? Basi kama si sunna, mbona hufuati sunna katika lile jambo ambalo ni sunna? Nyi mwasahau yale maneno ya baadhi ya watu wakiyasema Wakasema watu hawaendi katika zile wanazokwenda huenda kwa sababu ya ya ya, ya, ya, ya, ya mipunga na dalili kwamba pasipo na mpunga watu hawaendi hata akasifiwa mtume. Sasa sisi vipi tutajitoa katika bidhaa? ni tukithirishe kuwafahamisha watu sunna kwa lugha mzuri, tusiwakejeli watu tusizungumze maneno ambayo yule shetani atazidi kupata nguvu za kuwaambia wale wafuasi wake kwamba angalia wale wanawakeje. La, tuelezeni sunna ya mtume kwa akhlaki zake, mtume aloeleza, alokuja, alo kutufundisha, walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tusomeni dini yetu, sunna itabaki ni sunna hata mukaipinga vipi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh